karibu na tulishirikiana sehemu mbalimbali za mwili, mimi na mtendaji ambaye sasa hivi ni marehemu niende kusema tu moja kwa moja, pole sana mke wa marehemu, inauma. La safari wa kala mfalalai, yaani basi niende kwenye pick point sasa, kwamba nani nani nani mtendaji

Eti, tu hiyo ameiva sijui nini, mimi nitakuoa wewe, ulikuwa unatamba kidume kama eti mimi hapa mtani, namtaka Maria, ulikuwa na kadi vijana vuta bangi, tunaambia jamani, mimi nitafuteni Maria, Maria leo imekuwaje sijui. Hmm? Yani unajua shetani kuna kuna wakati wake, sema mwaka wa shetani, nani alaumiwe, mateso tutoke huko. mm -hmm. Tumeshakuja huko sasa hivi, mimi na wewe tunatakiwa tuanzie hapa, tuendelee hii sasa inaitwa beginning, wazungu wanasema tuanzie hapa tu. Sawa. So, hmm. nataka mtoto

Umananku, he, he, he, he, he, he. Nini wewe we, mwenye kofia ya mgambo no, no, no, okay, uh natoka duniani nakwenda uzeni. Kwa nini wasifike msibani? Mtendaji kawakosea nini? Alafu na ndugu yako shida mimi sijamuona hapa msibani hapa hayupo. Nakuona tu wewe ndugu yangu na kitabu hapo cha kuandika unakosea. Yule ni mwanamke dada, je, mko pande wanawake kule? Nisikilizeni, kiwa kama mtu mkubwa nawazidi mimi, lazima mnielewe ninachoeleza. Hebu subiri, ama swala ya msiba yaishe mambo kujadili nani kaja msibani, nani hajaja. Haya, hatujapata hapa lakini ki, lakini, mi kuna kitu kingine nataka niwaambie hapa. Unaona ugomvi unaoendelea, najua kuna watu wameshaanza kutengeneza kutengeneza kamfumo kuja kuanza kumnyemelea mama mfiwa, ila, ila, ila, ila, mzee, mimi nimewaangalia pale ila mzee, mimi pale, sikiliza hapa. Wewe umekuja na swala gani hapa? Umekuja msibani, umekuja kuongea mke wa mfiwa. Ah, sasa wewe unafikiri wale wanagombana na yao, unasikia wana mambo ya vyama huko. Tena nao wenyewe wanafanya makosa kuja kuleta mambo ya vyama kwenye msiba. Achie huyo. Mwachie dogo mwachie. Kijana, kijana mpumuza kistaarabu. Unaleta ubabe. Hapa mimi yani mimi ni mbebe wa zamani. B bitozi wewe mabitozi unawajua. E, kaka kuna nini? Ah! Huyu no, ana mubana chini ka chini. Atujue ni ni ni nani nani ni nani nani? wewe wewe wewe hivi vitu na na. Subiri kwanza, umekuja hapa umefika, kama uyu dogo naona ana mubana tambia, amesha mukarisha hnn

Naaaaanza weunaokimbilia ukimbilia uongozi, naapa, unajua mimi, kuna kitu cha kujifunza hapa. Unajua, tuondoke na fundisho mdeniweo... Hapa unajua, mtendaji kaondoka, hatuwezi kufahamu nani atafata kesho, si kama leodio Ngoja ngoja ngoja, subiri ah, huu ni wakati wa kuchuma mema. Mtendaji kaondoka, ni wakati wa kujifunza, kwa sababu sisi ni binadamu, kuna leo na kesho. Ndio tumeumbwa kwa udongo, tutarudi kwa udongo. Inatakiwa uanze kuandaa mazingira yako kuanzia sasa hivi. Mtendaji kaondoka, hatuwezi kujua utafata wewe au atafata yule au nitafata mimi. <tipi> <tipi> Sikia sana wee, nikuambie mimi sijachanga kwenye nzengo, afu hapa nimekuja kwa faida hizi alafu <laughs> yeah. eh. <sharpina> nakudai, subiri, naomba deni langu niandike hapa kwenye daftari. Deni gani? Deni alipi? Natoka lini? Brother, nakudai. Unataka nikinukishe? Un... yani Mchango ni sawa lakini huyu namdai. Kasim ananidai nini? Huyu nilimuuzia simu. Baadaye. Huyu nilimuuzia simu. Basi baadaye. Itifaki zingatiwe. Sikilize huyu hapa huyu. Huyu. Zingatiwe. Naomba. Mimi hapa nilikuwa nimekaa kule na mfiwa. Akaja huyo ndugu yake na huyu mateso. Anaambia mara oh, sijui mtoto ni wa kwangu, sijui ni mtoto si wa kwake, na hata mtoto kile kile sana mtoto wetu huyo baba. Baba kimya, sawa, mmetutesa vya kutosha, mmenitesea kakangu vya kutosha. Baba wako mimi ni wewe, sawa. Tumekaa hapa tunaongea, kaja babake, sijui ndio babake, sijui ndio, unaelewa hilo. Ataingia kwanza kumbia kakangu bila kosa, wanadai waibia msibani, kawaibia nini? Okay. Ay, e, ni sasa, nibape picha kamili. Mimi ni mtu mzima, mtu <laughs> mtu nina akili timamu, ninajiheshimu kama ninakuheshimu. Huyu kijana mnamwona kijana, nimemkuta amempiga roba mtoto wangu, kamupiga ile wanasema ngombe hapa kwenye muti

mimi mimi mimi ni kiboko na kiboko wa na na yako zaidi. twende huko, twendeni huko, tusukuma sukuma, tunaheshimu tu ndevu hizo. nini sasa? nini sasa hiki? naomba nichukue kofia yangu kaka, lakini? Ah, tumeongelea ii iki uvi kwenye moyo wangu ni wale mm. Vijana si anyelewa vizuri mm. Ninachokihitaji hapa mm. Naomba tufuate taratibu zote za msiba mm. Lakini mzee Juma mejatoa mchango. Mimi nimeona umekopa Mwita, nimekopa na nitalipa. Mimi mchango niliokopa, sasa kwa nini unachungulia mfuko wangu? Wewe ulikuwa umeongea point hii, subiri mwenye kiti aje aongoze msiba unaendaje? Tumep... kama unasafirisha au tuna stili hapa. Tumepewa posho kwenye chama. Maswala ya chama usilete msibani. Wewe unaanza kumsema mzee Juma ukata. Sawa. Sikiliza sana.

Nimesema matango hamna, ila kama watu mna mchango, mnaniletea hapa tawasikilisha mm, hapo kwa walengwa mm, mm. Alafu wa mm, kingine ni kwamba yoyote aliyekuja hapa kwa, kwa, kwa. Kwa utovu wa nizamu itifaki, hapa mtu kuna mkono wa sheria, lakini nisiwe muongeaji sana. Tuna mgeni rasmi A, hapa baba mheshimiwa mbunge, karibu sana huyo, ndio mgeni rasmi anaingia, hata makofi tafadhali. Jamani, tafadhali mpunguze manyoto, muache kunyotoka msibani, kila mtu anaongea naleta manyoto

Poleni sana kwa, kwa, kwa Asante, papa, eh, mambo. Hili jambo limepangwa na Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tumshukuru kwa kila jamo, hizo ni imani tu iinaomba mwe na nidhamunaomba muwe na nidhamu na gari ya ipo hapo nje mm. kwa ajili ya watu hapa ndani sasa. Tena baba kama ukinikamatia watu tukiwa tunasafirisha huu mshipa wakawa ndani nitakushukuru. Kwa hiyo bwana. Naomba niseme kwamba hili swala limetugusa wote, kila mtu ameumia, kwa sababu huyu alikuwa mfanyakazi wa serikali, kwa hiyo tumeumia wote kwa hiyo tutakachokifanya sisi kama serikali, tutashughulika na kila kitu ikiwemo kusafirisha watu watakaokwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo kama wewe uko tayari kwenda Dar es Salaam, sisi tutalipia gharama zote na tutahakikisha familia ya marehemu nayo inasafiri bila Shida na kurudi. Lazima iwe, mm, hivyo kwa sababu huwezi kwenda kukaa kule Dar es Salaam. Mm. Wewe utaweza maisha Dar es Salaam wewe? a ja daslamu lazima urudi ha. Ha. Kusimela, asante. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, naomba mtulie na itifaki zingatiwe, mm, sani. Hizi fujo zote mlizokuwa mnazifanya hapa naomba zisiwepo tena. Sawa. <stransion>

No my, my kila mtu kafaa kupigana na wanaume hata wa, eti mheshimiwa, samahani ni baka kula. Sasa baba, tunaenda moja kwa moja kwamba hilo funku kama linatoka litoke haraka sana so, so. Lakini baba kawepo kidogo kakuziti kidogo so no, unajua so, so, yes. Aina shida no. baba kwa hiyo baada ya kusema hayo, ni kushukuru sana baba Sante. na wewe unashinda saa mbili kama ninavyoshinda mimi Mungu. Nipende tu kusema mimi pia ni mgombea wa wow, mwenyekiti wa kijiji na natarajia sana kula zenu kama mtojali. Jamani ndugu zangu, mnipe kula zenu hey, um, bebe Bwana, mimi hapa ni mwenyekiti na wananichua. Sijaja sijaja, msipani msipani. Yaani wewe umejivurugia, huwezi kupita au piti tashinda saa mbili. Hapana, aliyemloga rafiki yangu huyo Montana ni tadili naye. So uchawi umekuwa mwingi sana, naomba. Serikali haiamini uchawi. Ila si watu. We wake ni wachawi. Hii kweli kabisa. Alafu wewe unataka ugombea nafasi au kwamba huyu wamemloga rafiki yangu <coughs> aaa <coughs>

kama tanea kwako, sawa, lakini sisi hapa tutasafirisha waandiko majina kusafirisha, lakini hapo mzee, naomba naomba naomba nitoe utaratibu. Mheshimiwa Mbunge, mheshimiwa Mbunge, kabla kabla hujaji kabla kabla hujamaliza, mheshimiwa Mbunge, naomba niweke sawa tu hivi kwamba utaratibu wa kusafirishwa na wa kusafirisha na usafiri wote utaratibiwa baada ya shughuli hii, baada ya baada ya kumaliza hapa tutakutana pale kwenye kona kwa ajili ya kuandikisha majina na wanaokwenda kwa sababu, mm -hmm. pia tutaangalia na nidhamu ya mtu

Huyo mwingine mimi a alikuja akanibaka mimi. Hebu subiri, kama swala ya msiba yaishi mambo ya kujadili nani haja ya msibani? Hata mimi ninaongea mambo ya msingi, mambo ya maana, lakini lakini kama vile mimi hapa nataka niongee kitu ambacho unaona ugumu unaoendelea. Najua kuna watu wameshaanza kutengeneza kutengeneza ka mfumo kuja kuanza kumnyemelea

Unaanza kuingia kwenye karatasi. Hatimaye utaingia na vitu vingine. Hebu endelea. Naomba mwambie atambue hisia zangu, ngoja nimpelekee ili wazo mama. Mimi nataka tu uwe mshenga wangu. mm-hmm. Toka lini mwanamke kawa mshenga? Ni kuwasha kiberiti, mtoto wetu, uone mtu anakuja hapa anafuka moshi au kaisha waka. Uwezo wa kuchukua sheria mkononi ninao, na nitakachokuja kumfanya mtoto wako.